Hiyo mko katika mikono salama, hali halisi, kwa sababu bahati nzuri tunasimamia oparesheni zote za nchi nzima. Ni wape takwimu kidogo tulimuone uhalisia, kwa sababu wengine hamjui, sio? mpaka sasa hivi tuna wakaguzi wawili wa polisi wako mahabusu kwa mambo haya ya, ya Oktoba yuko Babati, mwingine yuko yuko Bea, wako Mabuzi. Tuna jeshi la wananchi wawili wako hapo Changoma, wamekamatwa baada ya wakuchana bango tena afande, kwenye nyumba ya kupanga ya tena askari wamepanga ulaiani, chama tawala kinabandika bango la mheshimiwa President afua anatoka ndani anachana lile bana, ae yeah. Wow. lakini ukiatilia yule teniteshe emulimudilambayoamekimbia amekimbia. Mpaka sasa hivi tunao mahabusu Takukuru wanne sawa? So, wawili Arusha wamekamatiwa Arusha, wawili Dodoma makao makuu iga picha wanatuma kwa wanahara wako makuu. Mpaka sasa hivi tunao mfanyakazi mmoja wa bu, tunao madaktari wanne kwenye hospitali za serikali madaktari wanne tunao walimu tisa wa sekondari na primary, hivi takwimu za nchi nzima. Sasa ninaomba usiwe mmoja.